Magonjwa hatari ya wanawake kwa muktadha wa lifestyle na lishe. Namba moja, ni magonjwa ya moyo. Haya yanasababishwa na utumiaji wa vyakula vingi vya mafuta na chumvi nyingi na kushindwa kupiga au kufanya mazoezi. Namba mbili, ni kisukari. Kisukari inatokana na nini? Sukari nyingi sana ni hatari kwa afya yako. Namba tatu, ni ma changamoto ya mifupa, ni ukosefu wa madini ya kalsiamu na vitamini D na kunywa pombe ni hatari kwa wewe mwanamke. Lakini pia kansa ya matiti na kansa ya shingo ya kizazi, nilishe duni na lishe duni antioxidants ambayo na, inashindwa kujitambulisha mapema na lifestyle ya stress, na huongeza hatari zaidi. Lakini pia depression na magonjwa ya akili, kukosa usingizi, stress, ukosefu wa mazoezi na chakula kisicho na virutubisho huongeza hatari. Lakini usiache kuongelea kitambi, kula zaidi uh, zaidi ya haja ya, mo, ya mwili ambavyo unahitaji, na kula vyakula zaidi vya mafuta, junk foods inasababisha kisha akitambi. Lakini pia changamoto ya asma, akifua kubana, changamoto kwenye upumuaji inasababisha na kuvutaji wa sigara na kuishi kwenye mazingira ambayo yasiyo salama. Pressure ni chumvi nyingi na mafuta. Lakini pia kuna magonjwa ya uzazi kama uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mayai aa, uh, PID na mirija uh, kuziba, inatokana na uraji wa sukari nyingi na ukosefu wa, wa mazoezi uh, na uzito kuweza kuzidi. Lakini pia mwisho ni maambukizi ya mara kwa mara ya kibofu au Mke hapa ni UTI sababu ya lishe duni na maji ya kutosha. Tuambie, wewe mwanamke, ni changamoto gani inayokupa shida? Hakikisha unawasiliana na Dr. Jimmy ili kuweza kutokomeza changamoto hiyo. Karibu.